ni maneno aliyoyazungumza kawaida katika ziara yake enzi za uhai wake yaliyogeuka kuwa kumbukumbu -kumbu muhimu sana kwa Watanzania punde tu baada ya kifo chake. Huyu si mwingine bali ni hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyefariki Machi kumi na saba mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Leo ni miaka minne tangu taifa lilipoingia katika simanzi ya kumpoteza kiongozi wake aliyekuwa madarakani. Katika uongozi wake hakusita wala kumwonea aibu mtu anapokosea uwajibikaji. Na juhudi kazini ilikuwa ndiyo nyenzo kuu ya uongozi wake. Uthubutu kwake ilikuwa ni haiba yake. Jambo aliloliona liko sahihi, aliliweka katika utendekaji. Alikuwa ni kiongozi mwenye maono na ndoto kubwa ya kuifikisha Tanzania pale alipopafikiri yeye. Hakucheka wala kukaa kimya mambo yakienda kinyume na matarajio yake. Mheshimiwa wazungu, atakumbuka tangu tumeingia madarakani katika kipindi cha miaka minne kuna tume nyingi tu zimeundwa kwa ajili ya kuchunguza Wizara ya Mambo ya Ndani kwa mamiradi ya ovyo yaliyokuwa yakifanyika kwa mamiradi ya ovyo. Na mimi nilitegemea watu watakuwa wanajifunza. Kutumia muda mrefu kusikiliza jambo liloenda hovyo na kulitafutia ufumbuzi, ilikuwa ni jambo jepesi kwa hayati memrudisha makao makuu kwamba amefanya kazi nzuri mno hapa, ili kusudi akasimamia makao makuu kwa ajili ya nchi nzima, au kwa ajili ya nini? Mheshimiwa Rais, tulipotembelewa na Mheshimiwa waziri mkuu, maelekezo aliyoyatoa kwamba huyu aondolewe hapa, arudishwe, apelekwe sehemu nyingine. Kwa hiyo wakati sasa hii anaweza kalijibu mtendaji mkuu njini ya Mfugala, ambaye kwa sasa amemrudisha yuko makao makuu Tandoni. Sasa mtu ameshindwa wilaya mkoani, unampeleka makao makuu ilikusudi akasema amepata promotion. Katika uongozi wake panga pangua ya baraza la mawaziri ilikuwa ni kawaida, kama ambavyo huwa inakuwa kawaida kwa viongozi wengine. Miongoni mwa mawaziri waliowahi kukumbwa na kimbunga na fagio la Magufuli basi ni aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wakati huo, Kangi Lugola, kwa kile kilichotajwa kwamba aliingia mkataba kinyume na sheria. Lakini nakueleza Mheshimiwa Lugola, kamishina jenerali, ninawashangaa kuwaona mko hapa Ninakupenda sana lakini, this is the fact, sitaki kuwa mnafiki. Trilioni moja point something mtu ana saini, wakati sheria zote zinajulikana, mwenye mamlaka ya kukopa hela kwa ajili ya Tanzania ni wizara ya fedha peke yake, wanajua ikiwa. Hivyo basi kila wizara itakuwa inakopa, hata mimi nitakopa. Sasa mimi nitaendelea kuendelea kuwapenda lakini, kwenye position hii no. Kuwaunga mkono wajasiriamali ilikuwa ni jadi yake, alionekana maeneo tofauti tofauti akinunua vitu kama ndizi, nyakati fulani mahindi, hata madafu. Si jambo la kawaida kwa kiongozi wa ngazi za juu kumwambia mwananchi nisamehe, lakini yeye hakuona shida kufanya hivyo. Ndugu zangu wananchi, mimi niwaombe radhi kwa niaba ya hawa wote ninawaomba radhi. Wao hawajawaomba radhi, lakini mimi kwa niaba yao hawa wajinga ninawaomba radhi. Ucheshi na utani ilikuwa ni sehemu ya haiba yake, akiwagusa watu wa matabaka yote. Haya mama, zungumza tu. Mama raisi wangu nakupenda sana raisi, asante. Nini mama? Barua yangu wewe iseme tu shi, kwenye barua pameandikwa nini mama, isije ikawa ba, barua, barua ya mapenzi yeah. <laughs> <himren> Ndiya, eleza, eleza shida yako mama <shade> ya mapenzi <h Redmi> Sasa mama jamani, mumwache mumwache, mwache, unamtaka nani mama? Mwachieni, tumwachie jamani, mseme uongozi lazima uongoze watu wote. Haya mama, mpeni maiki, mpeni maiki. Unajua kupendwa navyo ni vizuri, na kama unaniruhusuruhusu hivi hebu eleza mama, ehe. Zawadi hii ya Mungu kuwapa Magufuli wa Tanzania ilikuwa ni ya muda mfupi tu, huku wengi wakitamania malize yale yote aliyoyaanzisha. Mungu naye akawa na mipango yake, ghafla taa hiyo ikazima kama mshumaa. Ama kwa hakika, binadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Lala Magufuli, daima tutakukumbuka. Hii ni Msasa Online.